Bashasha, nderemo na vifijo vimedhihirika kwa maelfu ya wafuatiliaji wa siasa za ndani katika Tanzania baada ya kumwona mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, Tundu Antipas Lissu, wakati akipandishwa kizimbani kwa ajili ya kuendelea na kesi inayomkabili ya uhaini. <tipa> Shangwe hizo zinaashiria mgawanyiko mkubwa wa kisiasa nchini, ambapo siasa imegeuka kuwa jambo la hisia kali na si la hoja tena. Badala ya kuangalia uzito wa tuhuma na mchakato wa haki, baadhi ya watu wanaona haya ni mafanikio ya kisiasa dhidi ya wapinzani wao. Tundu Lissu amepandishwa kizimbani leo tarehe 19 Mei 2025 akitokea mahabusu anakoshikiliwa na vyombo vya usalama kutokana na mashtaka yanayomkabili katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Tofauti na wakati wa kwanza, leo katika viunga vya mahakama hakukuwa na purukushani yoyote ya jeshi la polisi, hatua ambayo imedhihirisha kuwa kama polisi wangekuwepo kwa wingi, hali hii ingeweza kufasiriwa kama vitisho, hasa kwa wananchi waliokusanyika kwa amani, na badala yake kunatoa nafasi ya hali ya utulivu na ya kidemokrasia koshamili nchini. Katika ukumbi wa mahakama Lissu alionekana kuzungumza maneno mazito kuhusu mustakabali wa kesi, hali akiendelea kusisitiza kuhusu msimamo wa chama chake wa no reforms no election. Na mzigo ni huu. <coughs> Anazungumzia yeah, uh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, majaji na utendaji haki wanasema so. Nimesema vibaya majaji. Aidha baada ya kuendelea na mashtaka hayo, makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche alipokelewa na mamia ya wafuasi wa chama hicho. <coughs> Heche anasisitiza kuwa Lissu atarudi tena mahakamani hapo mnamo tarehe pili ya Juni 2025 kuendelea na mashtaka hayo, huku akisisitiza baada ya kikao cha kamati ya utendaji wataendelea na mikutano ya no reforms, no election. Wanachadema, people, no reforms, no reforms. Tunawashukuru sana, Mmefanya jambo la kishujaa. Nafikiri mwenyekiti wetu amefurahi sana. Tuna, tutakuwa na kesi tena tarehe mbili, tunaomba mje kwa wingi zaidi. Hawa watu wamechanganyikiwa, wanafikia sehemu wanamzuia mpaka jaji mstaafu wa mahakama ya Kenya kuingia Tanzania ni watu wamefika mwisho kabisa. Sasa tunakwenda tunakwenda kwenye kikao cha kamati kuu. Baada ya kikao cha kamati kuu, tunaanza ziara ya no reform kama tulivyokuwa kwenye kanda ya zile. Shangwe za wafuasi wa siasa wa dhidi ya mtu anayekabiliwa na mashtaka mazito kama uhaini hazipaswi kuchukuliwa kuwa ni jambo la kawaida au la kusherehekea. Badala yake, zinahitaji tafakari ya kina kuhusu mwenendo wa siasa, hali ya demokrasia na maadili ya taifa. Ni muhimu jamii kutofautisha kati ya ushindani wa kisiasa na kuunga mkono misingi ya haki, utu na demokrasia.